Naam, huu ni mfano wa barua ya maombi ya Jeshi la Polisi kwa mwaka 2025. A ishita nimekusogezeni hapa mwongozo namna gani ambavyo unaweza kuandika. Kumbuka, barua nzuri itakufanya wewe uweze kukubaliwa kazi. Unapoandika nzuri unaweza kufanya ukubaliwa kazi. Na ikumbuka kwamba barua hizi zinaandikwa kwa mkono tu. Unatakiwa uandike kwa kutumia mkono. Maelezo yote utayapata kwenye video hii mwanzo mpaka mwisho. Sh eh, unayemwandikia hapa ni mkuu wa jeshi la polisi eh, Tanzania SOP 961, tafuatiwa na kichwa. Lazima uandike kichwa chia barua yako hapa, yahusu maombi ya, ya kujiunga na jeshi la polisi Tanzania, kiokio kifupi na kinachoeleweka kwa hiyo, hivyo ndio vitu muhimu kabisa vya kwanza na muonekano wa barua unakuwa kama ikuatavo. Baada ya kuandika kichwa hapo juu utakipigia mstari. Kumbuka kuandika kutumia mkono, uandike kutumia mkono na usichape baada ya e, hapo utaanza na utangulizi ambao kawailikuwa ya kichwa cha habari hapo juu. Haya inayofuata hiyo, ambayo inakuwa na ujazo kidogo, inakuwa inakuelezea kwa ufupi, wewe ni nani, kwa ufupi wewe ni nani. E, inaweza kugusia elimu yako kidogo pamoja e, na wapi umeweza kuliona ile tangazo. E, sema YouTube, usema umeliona tangazo kupitia website husika. Na kinachozingatiwa hapa sasa, katika hatua hii katika aya hii ni kiini cha barua. Hapa ndipo ambapo unaeleza unaomba kazi, kama ni ya kada ina, ina, ina kada fulani lazima uonyeshe, ina fani fulani lazima uonyeshe. Eh, hapa ndipo unapoandika hoja zako kwa ufupi na kwa umakini zaidi. Hii ndio barua yenyewe. walioleshia form four ataandika tu mimi ni kijana ambaye nimehitimu kidato cha nne mwaka fulani fulani, kama na ujuzi wa ziada ataongeza. Na mwisho kabisa utaweka pale hitimisho eh, ambapo kwenye hitimisho hapa kuna kuwa na haya ambayo inakuonyesha kumalizia kutoa eh, eh shukrani za mwisho mwisho. Hapo mwisho kabisa utaandika jina la kwako na kuweka sahihi. So barua yako sasa itakuwa ina muonekano kwa ujumla yenye kuonekana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Barua inatakiwa iwe ina vijisehemu, ina parts eh, upande wa kulia pale juu utaona kuna anwani, upande wa kushoto kunakuwa kuna, kuna anwani, kichwa na kiini. Kwa hiyo inakuwa imekaa katika karatasi yako hivyo vizuri kabisa. So nakukumbusha kama kama bado huja subscribe au unapata changamoto yote, tafadhali ni cheki WhatsApp kwa namba ambazo zinaonekana hapa. Shout out until next time, bye, bye.